Huko Tanzania, baadhi ya wabunge wamesikia wamezusha mjadala mkubwa baada ya kutoa matamshi bwana Gwajuma kuhusu akitoa hadharani kutaka polisi tumie nguvu kubwa kwa kabili raia na wanaharakati kutoka nje wanaopaza sauti kuhusu hali ya kidemokrasia kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Baadhi wamesikika wakisema kuwa wanaharakati kutoka Kenya na Uganda waliokamatwa hivi karibuni nchini Tanzania na baadaye kudai kuteswa wamegadhibishwa uh. Mwenzangu Rashid Chilumba bila shaka amezungumza na Gabriel Mwang'onda, mchambuzi wa siasa za Tanzania akiwa Dar es Salaam. Tumsikilize. Wabunge wanaonyesha hasira kali sana, waonyesha hasira si kwa sababu tu ya kutekwa kwa wale watu, lakini kwa maneno yanayosemwa na wale watu wa Kenya. Haya yameleta yame, yame shaka sana si kwamba umepatika kuyaona ya, maneno yale yanasemwa na baadhi ya watu wa Kenya maana si Wakenya wote hapana, lakini wanaharakati wa Kenya wakimtusi rais kwa matusi makali makali na pengine ya kumdhalilisha. E, kisa ni kwamba e, Martha Karua na, na Mutunga jaji Mutunga wamerejeshwa nyumbani, lakini na yule mwingine e, kwa madai kwamba kapigwa na watu wa dola bila shaka lakini, man, maneno yanayosemwa na wanaharakati wa Kenya pengine dhidi ya rais Samia Suluhu yanasema mengi, bila shaka, yanahalalisha matamshi ya wanasiasa pia wa Tanzania ikiwemo wabunge, ya kutaka wale waliokamatwa chini ya mikono ya vyombo vya dola wangeadhibiwa, ama pengine kupigwa kwa kiwango ambacho kisichomethilika. Inahalalisha? Hapana, hapana, hilo jambo haliwezi kuhalalishwa na haliwezi kupata uhalali wa, wa, wa kuwapiga zaidi au kuwatesa zaidi au kuwatenza nguvu kwa viwango vinavyovuka matakwa ya nini eh, na nini, haki za watu. Hilo ni jambo haliwezekani, lakini tu kwamba eh, wabunge baadhi waliojadili, wengine ya wabunge waliojadili wamekuwa overwhelmed, yani wamekuwa wamepita kiasi kwa mihemko eh, na na, unajua sahizi ni wakati wa uchaguzi ura, watu wanakaribia kuingia katika kura za maoni na kadhalika nafikiri wengine walizungumza katika misingi ambayo leo unaweza ukaita uchawa na kadhalika, lakini kimsingi mimi nafikiri reaction ili kumfurahisha nani zaidi, ili kumfurahisha nani? Bwana mdogo na, kwamba kabla kabla wale wabunge kabla watu wa Kenya baadhi ya wanaharakati wana, wana, wana, wana hawajaanza kumtukana Samia, haikuwa tabu sana, sikuwa nimeona so, maneno makali, lakini baada ya kumtukana ndio hasa kumetokea maneno mabaya kabisa e, na, na wengi wakirifa juu ya kile ambacho E, wanakizungumza wanaharakati wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana wa Kenya na kadhalika, hili linaweza kuchochea mvutano kiasi gani kati ya Tanzania na Kenya? Kwa sababu tumesikia vilevile wabunge wa kutoka Kenya nao wamesema e, watakwenda bungeni leo na watafanya kile wanachoita wenyewe kutoa majibu dhidi ya wenzao wa Tanzania. Una wasiwasi kunaweza msuguano wa kidiplomasia mkubwa ukatokea, sio? Sina mashaka yoyote kwa sababu baadhi ya hata waziri mkuu wa Kenya amewalaumu wale wale nini wale wa, wa, wale wanaharakati wa Kenya amewalaumu sana kwamba kwenye nchi za watu msiende kuyafanya yale ambayo kwa dasturi huwa mnayafanya hapa. Katika bunge kama ulivyofahamu ndugu Rashidi, kwamba kunakuwa na watu wengi, na watu hawa uwezo wao wa kufikiri mambo haufanani, hutofautiana, na uwezo wao wa kuyaendea mambo hutofautiana vile vile. Nafikiri kwamba kilichotokea ni kwa kili jinsi gani mbunge mmoja mmoja, maana si wote, kwa sababu wengine wamepinga vilevile jambo hili nafikiri, hili kwa kiasi kikubwa lina, linapelekea limepelekea hmm, eh, kukosa subira na kutamka maneno makali sana dhidi eh, ya ao wanaharakati. Kumradhi eh, mtazamaji na yule anayetusikiliza wakati huu nilimtambulisha, ndivyo sivyo? huyu ni Marcel Hamduni bila shaka akizungumza kutoka Mwanza, Tanzania alipozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba.